Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, habari ambazo tuko nazo leo kuhusiana na msiba wa mama mzazi wa msanii wa Singeli hapa Tanzania Meja Kunta eh, ni kwamba bado hali ya pale msibani mambo kidogo yalikuwa ni simanzi, ilikuwa imetanda. Jana tulikupa habari kuhusiana na uh, uwepo wa moja kati ya wasanii ambao ni wasanii kutoka katika lebo ya WCB ambaye hapa tunamzungumzia D Voice alikuwepo pale mapema kabisa, mara tu baada ya taarifa za msiba kutangazwa, lakini at the end of the day ni kwamba tukafahamu pia kumbe mama mzazi wa D Voice na mama yake Meja Kunta walikuwa ni marafiki wa karibu mno, kiasi kwamba kipindi mama yake Divoice anaumwa, mama wa Meja Kunta alienda kumuuguza kwa takriban miezi sita. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni very emotional kwa mama wa Divoice kupata taarifa kwamba mama wa Meja Kunta amefariki. Na ukaribu wa hawa mama wawili umesababisha pia kuwepo na ukaribu kati ya Divoice na Meja Kunta, na ndio maana Divoice akawepo pale msibani mapema kabisa siku ya jana. So vilio vimetanda na mama mzazi wa Devoice ameonekana akiwa na majonzi kupitiliza, na ametia simanzi watu wengi sana, kutokana na the way ambavyo alivyokuwa anaelezea jinsi ambavyo ukaribu wake ulivyokuwa kati yake yeye na mama wa Meja Kunta, ambaye amefariki siku ya jana. <coughs> Ya, yeah, kiasi kwamba mama mzazi wa D Voice aliweka wazi kabisa kwamba kutokana na msiba huu hata kuzungumza alikuwa anashitwa, yani kuzungumza tu na waandishi wa habari kwake ilikuwa ni ngumu mno. Yaani mimi alikuwa rafiki yangu, ndugu yangu. Ya, so hali ya mama wa devoice ilikuwa ni tete kidogo, hata kuzungumza unaona ilikuwa ni ngumu kwake, na kikubwa zaidi ameweka wazi kuhusiana na ukaribu ambao ulikuwepo kati yake yeye na mama huyo wa Meja Kunta e, ni kwamba alikuwa anaumwa kupe mwaka jana, na huyu mama wa Meja Kunta ambaye amefariki ndiye alienda kumuuguza kwa takriban miezi sita, jambo ambalo limekuja kuwa e, limekuja kuwekwa bayana baada ya mwenyewe kuamua kulizungumza. Yeah, so hivu hivu ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile kitu kingine ambacho kimewasononesha watu wengi sana ni posti ya Meja Kunta kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameweka posti ambayo inasomeka kwamba leo kwa mara ya kwanza nashuhudia mwili wa, mam, wa, wa marehemu mama yangu kwa mara ya kwanza, alafu ni mama yangu. So hiyo ni posti ya Meja Kunta, ameandika hivyo. Unaweza usiwe unaielewa, lakini unaelewa kwamba mtu yuko kwenye majonzi mazito, amejikuta tu akiandika hivyo. Kwa hiyo kama umeelewa umeelewa, kama hujaelewa basi, lakini natakiwa uelewe kwamba ameandika ujumbe huo akiwa katika majonzi mazito. Kwa hiyo somehow, samh kwako wewe unaweza usimake sense, lakini hapa kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano kuna page hapa ameandika kwamba ameandika msanii Meja Kunta kupitia kurasa wake wa Instagram baada ya kupokea mwili wa mama yake mzazi uliofika leo Aprili kumi na nne. Meja Kunta ameandika kwamba leo ni kwa mara ya kwanza nashuhudia mwili wa marehemu mama mama yangu yangu, kwa mara ya kwanza alafu, ni mama yangu. Ameandika hivyo Meja Kunta ikifika, ikifika siku ya mwisho naondoka duniani, muda roho inatoka, nita nitaikumbuka hii siku. Nahisi kama naona roho ya mama yangu, nao before haja hajazikwa Ikitembe, eh, ikitembea hapa kwenye chumba cha maiti usiku. Ameandika hivyo, eh, Meja Kunta. So pia vilevile hivyo ndio, huu ni ujumbe ambao kiukweli umewagusa watu wengi sana kwenye posti za Meja Kunta ambazo ameziweka katika ukurasa wake wa Instagram. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. So mazishi yamefanyika leo mchana majira ya saa saba eh, huko nyumbani kwao, na obviously, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, lakini pia vile vile hapa kuna maoni ya watu wengine mbalimbali Uhum, na pia vilevile vile kuna baadhi ya page zimeripoti kuna posti nyingi sana katika page mbalimbali kuhusiana na msiba wa mama mzazi wa msanii maarufu wa Singeli Meja Kunta. Uhum, kwa, kwa, kwa moja kati ya page hapa imeandika kwamba Mama Devoice msibani kwa Meja Kunta uh, lakini pia hapa akaandika chini kwamba mama mzazi wa Devoice miongoni mwa watu ambao waombolezaji katika msiba kwa katika watu waliofika eh, kwenye msiba wa mama wa msanii Meja Kunta Temeke, jijini Dar es Salaam. Yeah, lakini pia page nyingine hii hapa wameandika the same, lakini pia hapa kuna maoni ya watu mbalimbali wamekuja e, kuweka maoni yao. E, watu wamekuja hapa kumpa pole Meja Kunta e, kwa hiki ambacho kimemkuta. Unaelewa kabisa kwamba e, katika vitu ambavyo ni vinagusa sana hisia za watu wengi ni pale unapoondokewa na mzazi wako, hususani mama, nadhani inaeleweka so kuna, mtu wa, kuna watu hapa wa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba mfiwa mfiwa. E, kuna mtu amesema kwamba mfiwa na posti, posti. Yani hii mitandao inapotosha sana mila zetu kwa kweli, kuna mtu ameandika hivyo. Husna furahisha ameandika kwamba mimi nilimtumia message baba aliniaga, anasafiri kesho kutwa, anarudi home. Kaondoka saa kumi na, uh, anarudi home. Kaondoka saa kumi na mbili asubuhi, saa nne nipo kazini napigiwa simu kuwa msiba, nirudi chapu. Ikabidi ni mcheki, yeye ndo mtu wangu wa karibu sana Nampigia hapokei SMS ya jibu, kumbe yeye ndiye aliyepata ajali akafariki. Kiukweli liniuma mno tukio hilo, nalikumbuka mpaka leo. Kuna mtu hapa amekuja kushare experience ya kufiwa na mzazi wake. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba kiukweli nime nimetoneshwa kidonda cha mwaka elfu mbili na nane mama yangu ni kama alikuwa amelala hivi, nikamgusu kabisa kwenye paji la uso na kusema kwamba tutakutana akhera. Usiope kufiwa, pengo la mama halizibiki. Allah akupe kauli thabiti, huko uliko mama yangu yeah. Watu hapa wamekuja kushare comment ambazo ni very emotional mm. Zinakugusa hasa. Haya, huyu hapa Husna Maina ameandika kwamba miaka kumi na tatu iliyopita mpaka leo hii bado nikikumbuka nalia. Haya matukio yasikie tu kwa jirani usiombe ya kukute, ina lilahi wa ina lilahi rajuuni. Poleni sana wafiwa. Umeona, huyu hapa mwingine amefiwa pia na mama yake miaka kumi na tatu iliyopita lakini kila akikumbuka mpaka leo analia. Haya, kuna mbid, kuna jamaa hapa anaitwa Kendrick amesema kwamba stay strong kali, stay, stay strong Meja Kunta kwa mba kumbe, Bwana Mungu amtie nguvu, maskini kapoteza mama. Kupoteza mama ni mtihani mkubwa sana. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba kumbe, alafu, hamna kitu kigumu kama kufuta namba ya simu ya mzazi wako aliyekuacha. Ndugu zangu, kama haija kukuta, mlinde, mtunze, muheshimu mzazi wako, haijalishi ni maskini, tajiri, awe na, upungu, awe na upungufu wa maumbile au vivyote vile. RIP my father, kuna mtu ameandika hivyo. Ukiwa so, it is what it is. Kama mdau wewe pia unaweza ukaweka maoni yako katika comment section hapo tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment uh, e, tumuombe kila laheri kwanza kabisa Meja Kunta e, awe imara kwa kipindi hiki kigumu ambacho anapitia, lakini pia vile vile uh, e, ina lillahi wa ina lillahi rajun. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section hiyo, ni kwa mama yake Meja Kunta, na pia vile vile hakikisha uh, e, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.